Kabla hujahesabu siku salama na siku za hatari, lazima ukijue hiki kitu. Kila mzunguko wa mwanamke lazima uwe na luteal phase. Mizunguko yote either ni mzunguko mrefu, mzunguko wa wakati ya, mzunguko mfupi, lazima yote iwe na luteal phase. Na hii luteal phase huwa ni siku 14. Luteal phase huwa ni siku 14 na hii huwa haibadiliki kwenye mizunguko yote. Kwa hiyo wakati wa kuhesabu lazima ufahamu hicho kitu. That's number one. Number two, lazima ufahamu sperm inaweza kukaa kwenye via vya uzazi vya mwanamke kwa siku ngapi. Kwa hali ya kawaida wanaume wengi sperm zao zinakaa siku tatu, lakini kama mwanaume huyo yuko healthy, vizuri sperm zake zinaweza kukaa kwa siku tano. Siku tano, siku tano ambazo sperm inaweza kusurvive kwenye via vya uzazi vya mwanamke ndio zitakuwa siku sahihi za kuzitumia wakati wa kuhesabu mzunguko wako ili usipate ujauzito ambao hujautarajia au kama unataka kupata ujauzito basi utatumia formula hiyo hiyo moja. Sasa baada hilo, ya kujua hilo kwamba luteal phase ya mwanamke inakuwa ni siku ngapi, baada ya kujua mzunguko wako ni siku ngapi, baada ya kufahamu kwamba sperm inaweza kukaa kwenye via vya uzazi vya mwanamke kwa siku ngapi, unachokifanya ni kuja kuhesabu. Okay, utakuja kuangalia kwenye period yako umeingia siku ngapi. Kuna mtu anaingia period siku tatu, kuna mwingine anaingia siku tano, kuna mwingine anaingia siku saba. Kwa hiyo we utaangalia umeingia siku ngapi. Alafu utaangalia siku za hatari zitaangukia wapi. Luteal phase umesema ni siku 14. Na kama una mzunguko wa siku 28, that means utachukua 28 utatoa 14 ambayo ni luteal phase. Itakuwa sawa sawa na 14. Kwa hiyo siku ya 14 na ya mzunguko wako ndio itakuwa siku ya kukomazwa kwa mayai au kupevushwa kwa mayai. Kwa hiyo hii itakuwa ndio siku ya ovulation au siku ya hatari yenyewe ambayo yeye itakuwa tayari iko katika mji wa mimba. Okay? Baada ya kufahamu hicho kitu utafanya yafuatayo. Utaangalia unaingia siku ngapi? Let's assume unaingia siku tatu period tarehe mbili, tarehe tatu na tarehe nne. Alafu unaingia kwenye kipindi cha ukavu na unataka kutumia siku ambazo zimebaki kabla ya siku ya siku hatari utafanyaje? Kwa utaratibu ni ule ule kulingana na mzunguko wetu huu tuliotengeneza kwa mtu ameingia tarehe mbili, siku siku siku siku ya hatari, tano, siku ya ya hatari tumesema itakuwa itakuwa ni ni tarehe kumi na tano ambapo ni siku ya kumi na nne. Tukitoa siku tano nyuma tutapata ngapi? Kwa hiyo itakuwa ni siku ya kumi na tatu kumi na mbili kumi na moja kumi kuanzia siku ya tisa ya mzunguko utakuwa umezianza siku zako za hatari. Hizi ni siku ambazo hautakiwi kuzichezea kwa namna yoyote, na tukumbuke wakati wa kuhesabu hesabu tunahesabu masaa 24, sio masaa 12. Siku zilizobaki kuanzia siku ya nane kushuka chini, hizi ni siku salama ambazo unaweza kuzitumia na partner wako mkafurahi bila y kupata ujauzito vile vile. Kutokea siku ambayo yai tayari imepevushwa, utaweka siku ngapi mbele? Ili kuepuka siku za hatari usipate ujauzito kama hautarajii kupata ujauzito utakachokifanya utaweka siku tano mbele, ina maana itakuwa ni kwa siku ya 14, uh, 15, 16, 17, 18, 19. Siku zilizobaki kuanzia siku ya 20 mpaka siku unakuja kupata mzunguko mwingine mpya. Hizi ni siku ambazo ni salama, unaweza kufurahi na partner wako bila ya kupata ujauzito. Hii haiwahusu watu wenye mzunguko wa siku 21 haiwahusu watu wenye mzunguko wa siku 24, haiwahusu watu wenye mzunguko wa siku 30, haiwahusu watu wenye mzunguko wa siku 35 na, na kuendelea. Kama una swali, unaweza kuuliza hapa chini kwenye comment section na mimi nitapitia na kuyajibu yote.